Here we go, ishboy ibra de clever, karibu kwenye video kali. Leo tunaangazia wale mashujaa waliovunja rekodi duniani kwenye kila kona, kutoka kwenye track mike hadi ringi ya vita. Hii ni orodha ya legends kibao isiyo ya kawaida bana, hii ni historia ikitembea kwa miguu. So now let's go moja kwa moja twende katika michezo, watu wa kasi, mbio na ushindi. Tunaanza na Usain Bolt. Jamani, Lightning Bolt kwa sababu moja tu ya speed ya ajabu. Unaambiwa aliwahi kukimbia mita mia moja kwa sekunde tisa tu, akuishia hapo, akakimbia mita mia mbili kwa sekunde kumi na tisa. Alikimbia mpaka upepo ukasema, bro subiri kidogo, tutakuja kudai. Nikupeleke kwa Mike Phelps, kama unavyomuona hapo, monster wa pool, medali 28 za Olympic, 23 zikiwa ni dhahabu. Yani hata nchi zingine zingeweza kumwomba msaada kwake Olympic huyo ni nani? Huyo ni nani? Cristiano Ronaldo, mzee wa magoli, mfungaji bora wa timu ya taifa magoli 128. Yeye ni kama ATM, magoli kila mechi lazima utoe withdraw. 2015 goes to Lionel Messi. Tukiachana na Cristiano Ronaldo twende kwa Lionel Messi, Ballon d'Or master mara nane akiwa amepata Ballon d'Or nane kuliko mchezaji yoyote duniani, mfungaji bora wa Barcelona, mshindi wa kombe la dunia. Kwenye mtaa wa soka, Messi ni meya, mtu anagawa asisti kama sadaka. Weubogopi mtu wangu. Ntukiachana na Lionel Messi tunaenda kwa Simon Biles, Queen of Gymnastics, medali 37 mashindano ya dunia na Olympic. Yeye akiruka hewani unashangaa kama ana wings, yani mabawa. Sasa moja kwa moja twende kwa wana hip hop walioshika well, rekodi mbaya sana duniani. Tunaanza na Eminem the rap god, maneno 1560 kwenye wimbo mmoja. Ni the rap god, spidi ya mwendo kasi kama mimi, gram 15 album milioni 220 huo ni uongo. Sasa hapo nimeongeza. Njonjo akiwa na album 14 EP moja, mtu kama flash, yani tunachana na yeye. Tunamfuata Jay-Z ni mzee wa deal bilionea wa kwanza wa hip hop grammy 24 so alitoka messy project the white house the the the the the real definition of the block the to the room, man you know what i'm saying tupac Chukul, here we go the legend forever zaidi ya album 75 zimetolewa akiwepo na baada ya kifo aliandika mashairi yenye maana kubwa duniani hadi vyo vikaanza kusoma kazi zake tupac alikuwa kama mwalimu kwenye beat. elimu na uhalisia yani full dose na nayee basi, mimi moja kwa moja nitakupeleka huku, yani kwa the drag, dr drag mnyama wa chat, nyimbo 13 zimeshika namba moja to the Billboard. Alikuwa msanii wa kwanza kushika namba moja paka 10 kwenye Billboard yani hotel 100, yani hot 100 hot 100 kwa waswahili wenzangu kwa wakati mmoja, mwaka 2022. Yani bro amnaweka status tu inakuwa namba moja kwenye Billboard. Sasa tukichana na yeye tunamfuta na mwingine ni Michael Jackson, album ya Thriller, milioni sabini copies, na Grammy kumi na tatu, nani akiwa amezipata usiku mmoja tu, mwaka 1984. Yeye hakuwa msanii tu. Alikuwa ni kama tukio. Kila anachokifanya ilikuwa ni world event. You You know what I mean, man, you know what what I I mean, mean, my nigga? my G. Yani album ina copy sabini. Tukichana na yeye tunamfuata Beyonce, Queen B, Gramithas na mbili rekodi ya dunia haijawahi kutokea. Album zake ni story, tamasha lake ni ibada, show zake ni kama movie. Kama nilivyokuambia ukiona, namshukuru Mungu ulizaliwa man chana nayee. Hey, sasa tunaenda Korea, King Jong Un kama unawajua, watu wao mabalozi wa Korea wimbo wao oh, Dynamite milioni 101 views ndani ya mjini YouTube ndani ya masaa 24 tu. Billboard top social artist kwa miaka kwa miaka mfululizo. Yo Yo, Hawa ni wana BTS man mabalozi yao. Na hiyo ni historia ya wale waliowasha wa moto duniani kwa spidi, vipaji, panchi na midundo. Kama umeipenda hii video, gonga like. Na kama unampenda Messi, drop comment. Kama unanikubali mimi mwenyewe msimuliaji wako, subscribe na kama kama unajikubali mwenyewe kipaji chako. So now, until next time, keep grinding, keep shining. Sisi tupo Street tukileta content bila chenge kama hivi. So now, we'll peace out, man. You know what it is. And this is what it does, what it do, man. Chill out.